Ninataka nifundishe somo kidogo, i want to teach just jepesi a very simple subject. Nafikiri hata mzee amekuwa akigusa kidogo, and I read that our church elder touched some things about that. Sasa somo langu nasema, umuhimu wa kwenda kanisani. My message is the importance of going to church. Kwenda kanisani ni sehemu ya mkutaniko ambao tunakwenda kuzungumza na Mungu. Going to church is a part of holy assembly where we meet talking with God. Si tu kwamba Mungu anakaa kanisani. Not only God, not only that God is dwelling in the church. Lakini ni mahali palipo tengwa tofauti na ma na maeneo ya nyumbani kwako. But it's just like a special location set people were set that for different uh with the home place. Kukusanyika hapo ili kumwabudu na kumwadhimisha Mungu. Gather there to worship and adore God. Sasa, leo na Mungu ninasema, tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. And the word of God says let us not stop to gather together as other people did

ani kwa jina la Yesu huwa ni sehemu ya jamii ya kiroho inayosaidiana ina, ina katika imani maombi na upendo. Kwenda kanisani ni ishara ya heshima kwa Mungu na pia ni njia ya kukua kiroho na kimaadili for the purpose of building themselves in faith prayer and love. Sasa, kitabu cha Efeso sura ile ya kwanza mstari ule wa 22 na 23 linasema, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndio mwili wake, ukamilifu wake anayeka, anayekamilika, anayekamilika kwa vyote katika yote. Waefeso ngapi tumesoma mzee? Efeso wa kwanza, Efeso 1 mhm, 22 23. Okay, sawa kwamba Yesu alimitiisha yote chini yake, kwamba tunapokusanikana pamoja ni kutafuta utiisho wa kibungu pia ndani yetu. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna umuhimu wa agizo la Kristo Yesu kwamba tukikusanyika pamoja. Tunafanywa kuwa tumetiishwa chini ya utawala wa Kristo. We become ourselves, or we submit ourselves under the authority of Jesus Christ. Kwa hiyo tunalo kusudi ambalo tumewekewa mbele yetu, so there is a purpose set before us. Tunapo kusanyika katika mkutano wa ibada, when we gather together in the holy community like this. Bwana Yesu anatiisha hata maadili zako watakuwa chini yako. Jesus is Jesus is commanding and submitting everything before us, maana anasema alivitia vitu vyote chini ya miguu yake, because the Bible says he has put all things under his feet. Akamweka awe kichwa juu ya vitu, vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo and gave him to be the head of all things to the church, ambalo ndiyo mwili wake which is his body na ukamilifu wake, and the fullness of him. Kwa hivyo tunapomwabudu Mungu, so when we worship God, tunakuwa tuko chini ya uongozi wa Kristo Yesu we submit and ourselves we submit ourselves under the leadership of Jesus Christ. Kwa hivyo Biblia inasema, so the Bible says, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, let us not stop together together, katika Waebrania 10:25 in the book of Hebrews chapter 10 verse 25, Waebrania kumi, arobaini, eh, kumi, ishirini na tano. Ninakuja na Biblia yako hii hapa. Amen. Narudia tena. Naye Ebrania 10:25. 25 kuma Ebrania. Ebrania 10:25. Biblia inasema, "Wala tusiache kukusanyika pamoja, na kuzidi kufanya hivyo, kwa kadiri muonao siku ile ya kuwa inakaribia." Not forsaking for for the assembling of ourselves together at the manner of some ease. But exhorting one another and so much the more and so much the more as you see the day approach. Sasa katika andiko hili inaonyesha kwamba Mungu anapenda watu wake wakusanyike pamoja. In this scripture it shows, it shows that God like much for us together together, ili kusikia neno lake, for us to hear his word, ili kumwomba yeye, for us to pray before Him ili kumshukuru yeye, for us to give him thanksgiving, na kumpa yeye utukufu, yeye anayestahili kutupa nguvu zetu za kila siku, and to give him glory who deserve to give us power. Kwa hiyo Mungu anahimiza tukusanyikane pamoja, so God is insisting us to be, ili tupate kumwabudu yeye, to be together for us to worship him. Mungu amemuumba mwanadamu, God made a man, ili ampele for the purpose, to love him, amche to fear him, amtumikie and to serve him. Kwa hiyo tunahitajika tuna, tuna, tuna, so we suppose kukutanika pamoja kwa ibada ya pamoja, to meet together to worship him, ili tupate kumwabudu Mungu na kumtumikia yeye, for us to worship him and serve him, mahali pa kukutanika na Mungu. The place where we can encounter God. Wakati tunapokusanyika kwa pamoja, when we gather together, Roho Mtakatifu hufanya kazi kwa nguvu zaidi. Holy Spirit is working more abundantly in our life. Tunaona kwamba katika sehemu nyingine Yesu anasema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina lake, the Bible says when two or three are gathered by his name, yeye yuko katikati yao. He is in the midst of that people. Kwa hiyo Mungu anatafuta watu wakusanyikane pamoja. So God is looking for people who are gathered together. Aweze kuachilia nguvu zake katikati yao. For him to release his power in their midst. Kwa hiyo lengo na kusudi la Mungu ni kutukusanyishana pamoja. So the purpose of God is to collect us together. Ili atupatie nguvu zake to give us his power. Kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari 20. The book of Matthew chapter 18 verse 20. Tunajifunza neno la Mungu kanisani. We learn the word of God in the church. Tunapata mafundisho sahihi ya neno la Mungu. We get true doctrine about the word of God. Tunapata ushauri wa kiroho. We receive divine counseling. Tuna, tunapata uelewa wa namna ya kuishi kimaisha na kumpendeza Mungu. We receive the ways on how we can live and please our God. Hilo ni umuhimu wa wetu sisi kuwepo kanisani. That is important for us to be in the church. Mungu ameahidi kuwa pamoja nao wanaokusanyika na pamoja. God promised all who gather together. Soma Mathayo 18:20. Let's read the book of Matthew chapter 18. Kwa kuwa walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo katikati yao. Amen. Ehe, unaweza ukasoma Biblia hapa, unaweza ukasoma mpaka na Kiingereza moja kwa moja. Si ndiyo? Ehe. Sawa so, tuendelee. Kwa hivyo neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Your word is a lamp to our feet. Mm -hmm. Kwa hivyo anasema pia katika Zaburi kwamba neno la Mungu ni taa na mwangaza wa miguu yetu, so, the that the word of God is our light. Tunapokusanyika katika mkusanyiko wa ibada. So when we we gather together like this, tunalishwa neno la Mungu. We receive the word of God. Ambalo nakwenda kuwa ni mwanga katika njia zetu. That is going to be the light on our ways. Kwa kusikubali kuwacha siku ya makusanyiko katika ibada. So teach yourself not to stop attending in the church. Mzee amesema kanisa uanze nyumbani. Our church had eh, uh, worship start at home place. Ndio, kule nyumbani lazima tuanze kuandaa moyo wa ibada. Yes, because we have to prepare our heart when we are at home. Uwe na ushuhuda nyumbani kwako. You should have a good testimony in a home place. Na kazini kwako, in a working place. Na kila mahali unapoenda, in every place you are going. Lakini uwe na wakati wa kusanyiko katika nyumba ya Mungu. But also you should have the time to gather together with your friend in the house of God. Tunaposema habari ya kanisa. So when we are talking about the church, kanisa sio jengo. Church is not a building. Kanisa ni mimi na wewe. Church is I and you. Mimi na wewe ndiye kanisa we. Kwa hiyo kanisa mahali popote tulipo, so everywhere we are, tunasababu ya kuwa na sifa za kumwagudu Mungu. We have the reason to worship him. Na tunapokusanyika sasa pamoja, and when we gather together like this, ili kupata nguvu zaidi ya kile ambacho tulizokuwa nacho. For us we receive more power than what we have before. Zaburi ya 119 mstari wa 105, the book of Psalms chapter 119 verse 105. Ehe, somaji sasa tusomee kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 105 na mstari ule wa 105. Neno lako ni taa. Neno la Mungu ni nini? Ni taa. Kwamba utuangazia, tunapolisikia neno la Mungu linatupa mwanga wa kuzidi kuendelea na kutenda matendo mema. The word of God is a lamp unto our feet. So the more we get the word of God, the more we receive light in our ways. Namba nne, tunapoenda tunapoenda kanisani, when we are going to church, ni mahali pa ushirika, it is a place of communion. Kwenda kanisani kusaidia kujenga urafiki wa kiimani, going to church help us to build a divine friendship, kutupa mwelekeo wa ushirikiano kati ya matatizo na raha, it gives us the heart of cooperation during the days of scarcity and the days of plenty Kupata msaada wa kiroho, kupata msaada wa kiroho, kihisia hata kimwili pia. So we receive uh, physical, psychological and emotional help, yeah. Kwenda kanisani kutakusaidia kukuondolea pia misongo ya mawazo. Going to church will help us also to get rid of from the depression. Unapokutana na wengine, when you meet with others Mkaanza sifa kwa Mungu, Mungu inakupelekea wewe kupata badiliko katika mawazo yako. Kwa hiyo ufahamu wako unageuzwa tena, so your mindset will be turned. kutoka wakati ambao ulikuwa nak we kuwa na msongo wa mawazo from, from kuna kupelekea kuwaza kuliko vyema tena, Mungu anafanya mabadiliko Misongo ya mawazo sio la Mungu. Depression is not from God. Bali ni ni ni ni ni mrunikano wa mawazo mbalimbali yanayotokana kwa watu, but it's a collection of different things from other people. Au katika kihali ya kimaisha or from our life. Lakini unapokusanyika pamoja katika ibada, Roho Mtakatifu hushuka, na kufanya badiliko katika mioyo, making transformation in our heart. Kwa hiyo tunaenda kupata uh, mawazo yetu yanaanza kuwaza tena sawasawa tofauti na vile tunavyowaza. Ni kwa nini? Neno la Mungu litakaposomwa When the word of God is kubadilisha tena kutoka mahali neno la Mungu ni taa, ni mwanga wa kutuangaza. Daudi anasema nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani kwa Bwana. Zaburi ya mia moja mia moja thelathini na tatu, mstari wa kwanza. Sawa, hiyo tazama jinsi vilivyo vema na kupendeza kupendeza sana. Tazama jinsi vilivyo vema na kupendeza. Ndugu wakae pamoja kwa umoja. Eh? Tazama ilivyo vema na kupendeza. Ndugu wakae pamoja kwa umoja. Haya, nawe soma ile ya Yohana 22 na 24 nyingine nyingine nyumbani mwa Bwana. Nimewahi sana Bwana Yesu asipe sana. Kwamba tazama ilivyo vema na kupendeza, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kwamba inapendeza, kunakuwa na furaha, kunakuwa na changamko kwenye ibada. Endelee tu macho. Kunakuwa na furaha na kunakuwa na changamko tunapokuwa kwenye ibada. There will be joy, there will be happiness when we are together in the worship. Inapendeza. It pleases kwa sababu wanapokusanyikana pamoja, ndugu, uwepo wa Mungu huu katikati yao hawa wanaokusanyikana. The presence of God is there when we gather together. Ndio maana Daudi anasema, tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. For pamoja pamoja, worship together, kwa moyo mmoja, speak mamoja, Mungu anafanya mambo ya ukuu katikati, ili tukutanikapo kanisani tu. Eh, kila tunapokutanikapo kanisani tunatiwa nguvu mpya kupambana na majaribu ya kila siku ya kila siku. Ibada, maombi pamoja na ushirika hufanya roho zetu ziwe imara. Biblia nasema katika Isaya 41:31, wamgojea Bwana watapata nguvu mpya. Those who are waiting upon the Lord shall renew their strength. Na wataruka kama tai. And they, they will mount up. Unapomtumaini Bwana, when you when you keep hope to God unapata nguvu mpya ya kushinda majaribu na vikwazo mbalimbali. Unajikuta unaenda unaruka juu kama tai, unavuka unavuka majaribu kwa sababu unamtegemea Bwana. Because you depend on God. Umemfanya Bwana kuwa tumaini lako you made God to be your hope. Pia tunapokusanyika pamoja Also when we gather together, tunatoa sadaka na zaka zetu kwa kumshukuru Mungu. We give offerings and tithe by giving Lord thanksgiving. Tunakuwa nasaba, mahali ambapo tunatoa sadaka na zaka za mioyo yetu, kwa sababu katika Malaki tatu kumi anasema leteni zaka kamili ghalani. Anasema leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba nyumbani nyumba yangu. Malaki tatu kuni soma pale sasa. Bring you all the tithe into the storehouse that there may be meat and mine house. Kwa hiyo tunaona kuna umuhimu wa kwenda kanisani. So we see there is importance for us to go to church. Anasema tutapeleka zaka zetu kwake. And the Bible says we will bring there our tithe. Tunapoenda kanisani ni mahali pa kwenda kutoa sehemu ya ya zaka zetu. We are going to church also to give our tithe, ili kuwepo na chakula katika nyumba ya Bwana. That there may be meat in his house. Kwa hiyo tujiandae na, pia tunajiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Also we prepare ourselves for the kingdom of God. Kwenda kanisani tunakumbushwa kuwa dunia si makao yetu ya kudumu. Going to church reminds us that the world is not our permanent place, bali ni safari ya kuelekea mbinguni, but we are in the journey to heaven. Tunakuwa katika utakatifu, we stay here in holiness, na kuishi katika maisha ya kumpendeza Mungu na wanadamu and live in God's life. Sababu tunajiandaa katika maisha ya ufalme, because we prepare ourselves for the kingdom of God. Kwa hiyo tunapokusanyikana katika kusanyiko, so when we gather together like this, tutakuwa na sababu ya kujifunza habari za ufalme wa Mungu, we have a chance to learn about the kingdom of God. Kwa maana hatuna makao ya kudumu hapa, because the world is not our permanent place. Bali tunatarajia ule mji ujao, but we are expecting a good seat new seat that is coming Hitimisho, katika somo langu, Conclusion. Kwenda kanisani ni zaidi ya desturi, Going to church is more than usual. Ni ushahidi wa upendo wetu kwa Mungu na kwa njia ya kukua katika imani. It is a sign of love and the way of growing in faith. Kila Mkristo, every Christian, anapewa kuchukuliwa, kuichukulia ibada za kanisani kama sehemu muhimu ya maisha yake ya kila wiki. Fanya kila wiki kuona kwamba ni wiki ni siku zako za furaha katika kwenda kanisani. Usikose kwenda kanisani. Don't miss

Siku ya ibada ya sifa na ibada, the days of praise and worship. Fika siku ya kuabudu na kumtolea Mungu zaka zako na sadaka zako na kupeleka shukurani kwa Mungu kwa kila kwa wiki nzima wewe. Mungu kushindia utakuwa na nguvu ya kukusaidia wewe kuweza kushinda maisha. You will have a power to overcome worldly life. Tunapojenga mahusiano yetu karibu na, na ushirika wa kanisani when we create our, when, when we make ourselves close with church. Tunalinda wepesi sana kuyavuka majaribu yaliyo katika dunia, mambo ambayo yangeweza katushawishi kurudi duniani na kuacha mambo ya imani. Usiruhusu roho mbaya kuingia kwako Usiruhusu roho mbaya kuingia kwako kukwambia leo usiende kanisani. Don't allow evil spirit to stop you going to church. Kuna sauti huwa zinapingana siku za ibada. There are voices that is always convincing people. Sauti hii inaweza kuambia, leo mvua inanyesha sana kuna matope usiende kanisani. The voice can speak slowly in your, on your eyes that today there is a lane don't there is a lane don't go to church. Au leo leo, pumzika tu. Kwa nini huko? Or you can have some rest today there is no need for you to attend to church. Hiyo ni roho, ni ushawishi wa adui. Sasa baadaye, akisha fanikiwa kukuzuia kutokwenda, ule muda wa mazoea katika ibada ambao watu wanaabudu na msifu Mungu, ule muda wa ibada umefika. Sasa watu wanaanza kumsifu Mungu kanisani

Mwabudu Bwana, worship God. Ukimaliza kumwabudu Bwana after worshiping him, basi rudi really nyumbani ndio kapumzika. Go back to your place and take some rest. Lakini pia watoto, unahisi kuendelea kumtumikia Bwana? Unahisi kumtumikia Bwana? You feel some, you feel to serve the Lord. Mtumikie Bwana kwa moyo wa kusami, with all your heart. Ndipo baraka za Bwana zitakujia. And there you see the blessings of God over. Na kushia mengi. And God did Tumalize na Zaburi ya mbili mstari wa kwanza, Zaburi ya mia moja ishirini na mbili na mstari wa kwanza. Basi, na baada ya hili ataenda kuimba wimbo mmoja. Amen. Soma Zaburi ya mia moja ishirini na mbili mstari wa kwanza Na nilifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Bwana kwa nini Bwana alifurahia? Wapii? Miguu uh -huh, yetu imesimama katika malango yako, e Yerusalemu. Hapa ni Yerusalemu yetu, kanisani kwako ni mahali panapoitwa Yerusalemu yako worship.